Hii ni moja kwa moja kutokea nchini Marekani. Katika hali sio ya kawaida, jina la kapteni Ibrahim Traore akiwa kiongozi kijana mdogo wa Afrika mwenye umri wa miaka 37, rais wa Burkina Faso anayejitambulisha kama mpigania haki za Afrika, jina lake tena limeingia katika vichwa vya habari vya dunia sio kwa mapinduzi aliyoyafanya tu bali kwa kile kinachotajwa kuwa ni shinikizo kutoka katika taifa la Marekani na kutaka kamatwe. Tuma hizi hazijatolewa na mtu wa kawaida, bali zimetolewa kutoka kwa jenerali mwenye nyota nne wa Marekani Michael Langley, ambaye ni kamanda wa kikosi cha Marekani cha Afrika kinachoitwa United States of Africa Command Africom. Katika kikao rasmi cha baraza la seneti ya Marekani wiki Langley aliitwa kutoa tathmini kuhusu hali ya usalama barani Afrika. Katika maelezo yake, alimtaja wazi Kapteni Turaore akisema kwamba anatumia dhahabu ya taifa lake vibaya kujilinda badala ya kulinda wananchi, na akaongeza kuwa, tuna haja ya kumchukulia hatua kali za kimataifa na akasema tunapendekeza hatua mahususi: vikwazo vya kifedha, ushirikiano wa kimataifa, na ikiwa itahitajika, Traore azuiliwe kulinda maslahi ya kikanda na kimataifa. Hata hivyo, kauli hiyo imetafsiriwa kuwa ni maamuzi ya wazi ya kumkamata kiongozi huyo. Lakini je, kweli Traore ni tishio kwa usalama wa dunia? Hao ni kiongozi asiye na misingi ya kuabudu amri za mataifa ya Magharibi. Je, Michelangelo ni nani na kwa nini anapanga kumkamata Traore? Na je kweli Traore ni tishio kama ambavyo Marekani nasema? Kama nilivyosema awali hapo kwamba Michelangelo ni jenerali wa kijeshi wa juu mwenye hadhi ya nyota nne uko nchini Marekani. Sasa mtazamo wa Traore upoje na kwa nini akamatwe? Sasa tutakumbuka hapa, katikati ya wiki mbili zilizopita, wakati Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso alipofanya ziara ya Urusi, alifanya mahojiano kadhaa wa na waandishi wa habari, na moja interview maarufu ni ile aliyofanya na mwandishi wa habari ambaye anafahamika kwa jina la Marcus ambaye interview inakwenda na kichwa cha Evi Traore yani mkuu Traore. Katika mahojiano hayo, rais Traore alielezea ushirikiano wa kijeshi kati ya Burkina Faso na Urusi na akasema kuwa Urusi inatoa msaada wa kijeshi bila vikwazo vya kimataifa, kinyume na baadhi ya nchi za Magharibi ambazo zinazuia kuuza silaha kwa nchi yake. Lakini pia rais Traore alifanya mahojiano na mwandishi maarufu wa habari Alain Foka. Katika mahojano hayo walijadili mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na uhusiano wa Burkina Faso na nchi za Ikwasi, vita dhidi ya ugaidi na ushirikiano wa kijeshi na Urusi. Mwandishi Aaron Foka alimuuliza maswali magumu kwelikweli, na moja ya swali alilomuuliza ni ile la kuhusu matumizi ya dhahabu ya Burkina Faso. Rais Traore alijibu kwa utulivu na ufanisi, akasema namnukuu, tutachimba tuta dhahabu yetu sisi wenyewe Sio kwa ajili ya Ufaransa, hii ni kwa ajili ya watu wetu. Na tutakumbuka kwamba kauli hii ni moja kati ya zile ambazo alitumia kuiondoa Ufaransa Bukinafaso ili isijihusishe tena na dhahabu ya Bukinafaso na iondoke katika ardhi ya Bukinafaso haraka wakati anaingia madarakani mwaka 2022. Sasa kauli hii na hatua iliyochukuliwa ndiyo chanzo cha kuibua Marekani na klalanje kutaka akamatwe Tore. Tutakumbuka ni mwanajeshi ambaye haogopi hilo, na amesema mara kadhaa kwamba atapambana kwa ajili ya watu wake, jambo linalompa sifa kubwa katika bara la Afrika. Tore amewahi kusema asilimia themanini ya maisha yangu ni vita, tutajilinda na nyinyi pia mjilinde kwa faida yetu sisi sote, sio kwa faida yao, Traore wa anawaambia wananchi wake katika mikutano yake, na kuongeza kuwa mapambano tunaopambana sio kwa ajili ya Burkina Faso, lakini ni kwa ajili ya Afrika nzima. Namaliza kunukuu. Kwa baadhi ya Waafrika, Traore ni mfano wa kiongozi anayejitoa kwa ajili ya watu wake, na kwa wengine, hasa mashirika ya kimataifa yanayoegemea ya upande wa magharibi, yeye ni tishio linalostahili kukabiliwa. Katika mazingira ya sasa ambapo mataifa ya magharibi na Asia yamekita mzizi Afrika, viongozi kama Traore wanaojitokeza kama nembo ya kizazi kipya cha Afrika kisichotaka tena kutegemea msaada wa kigeni au ulinzi wa mataifa ya nje, wanasisitiza matumizi ya rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya ndani, diplomasia, ujasiri wa kidiplomasia na ukumbuzi wa kiuchumi. Lakini juhudi hizi zinakumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa mataifa yenye nguvu na ushawishi kama Marekani, ambayo kupitia taasisi za kijeshi Marekani na AFRICOM inaongozwa inayoongozwa na nje, yanajaribu kudhibiti siasa za bara ili kupitia usalama na misaada ya kijeshi. Sasa mpaka sasa tunaongea, dunia inasubiri kuona, je, Marekani itamkamata Traore baada ya kauri ya kiongozi mkubwa wa kijeshi Langley. Mtazama wako ni upi? Tuandikie maoni yako hapo chini. Hii ni habari Kiganjani, tunakuletea makara upate kuhabarika na kujifunza kutoka duniani kote. Mimi ni Marcel, subscribe hapo chini kwa ajili ya kupata habari nyingi zakuikia hapa. Shukrani, bye bye. Nikurudishe nyuma sasa uone ni nini ambacho alikijnyuma, nilikuwekea kwa ufupi kwamba aliongelea ECOWAS. Sasa katika mahojiano waliofanya Ibrahim Traore wa Burkina Faso na mwandishi wa habari Foka wa Urusi, walijadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uhusiano wa Burkina Faso na jumuiya ya ECOWAS. Rais Traore alieleza kuwa uamuzi wa kuondoka Burkina Faso mari na ya kutoka Equas ulikuwa ni matokeo ya uchambuzi wa kina na sio uamuzi wa ghafla. Yaani alifikiria na akasema kuwa Equas imepoteza mwelekeo wake wa awali wa mshikamano na msaada wa nchi za wanachama, hasa katika vita dhidi ya ugaidi. Aliongeza kuwa baadhi ya viongozi wa Equas wanatumia neno patistisi kama kifungu, wakati baadhi yao pia ni patistisi lakini wanajifanya kuwa wa demokrasia wa na katika mahojano Traore alijibu maswali kadhaa kuhusu ushirikiano wa kijeshi na urusi akisema kuwa urusi inatoa msaada wa kijeshi bila vikwazo vya kimataifa tofauti na baadhi ya nchi za magharibi ambazo zinazuia kuuza silaha kwa Burkina Faso Alisema kuwa Burkina Faso inaweza kununua silaha kutoka Urusi, Uturuki, China na hata Irani, ambao hawana vikwazo vya silaha dhidi ya nchi yake. Kwa hiyo Rais Traore alijibu maswali kuhusu uhusiano wa Burkina Faso na Ikwasi, na ushirikiano wa kijeshi na Urusi, na hali ya usalama nchini mwake. Wakati tunakutakia siku njema na wakati mwema. Hii ni Habari Kiganjani, subscribe hapo chini kwa ajili ya habari nyingi zaidi.